Mungu wakati mwingine anakuinulia marafiki usiowajua, wako nyuma yako, lakini wewe huwaoni, ila wakati wa shida ndipo wanapojitokeza, na wale uliofikiri ni marafiki wakati wa shida wanapotea. Kuna watu nilikuambia ni marafiki kwa sababu wanakutoa upepo, yaani kuna kitu wanachofaidi kutoka kwako. Siku ukifilisika Hautawaona six pack bila hela, wewe ni robot <laughs> kabisa. Unawekaje ma six pack alafu una hela pasa? mabinti wa siku hizi wanataka hizo, atazitaka siku moja tu akipapasa papasa, papasa kachoka nazo anataka hera <tie> <tie> kitu cha maigizo kinachosha. Waulize wanandoa wanandoa, punga mikono namna hii. Umewahi kuona ule unyenyekevu wakati wa uchumba? Ule ni wa maigizo. Mtu anapokuwa katika uchumba kwenye mahusiano ya mwanzo kila mmoja ni mnyenyekevu, lakini ule unyenyekevu sio uhalisia, ni pretend, yani mtu ana pretend kitu ambacho hakipo ndani, ni wa maigizo. Ukimwona tu mwenzako mbele una, unavaa uhusika fulani hivi wa unyenyekevu, unakuwa mpole, unabadilisha kusema, unabadilisha kila kitu, mpaka wakati mwingine kucheka, unabadilisha kila kitu, yani unakuwa mpole kweli kweli mpaka mwenzako anasema nilichelewa wapi kupata kiumbe kama huyu? nyumba <coughs> <coughs> nyingine kama studio, tangu saa tatu wanaingia ugomvi, walali ukilala, eh, unasukuma ndo nifaa kulala, <coughs> kama studio. Ujue kunjua moyo wako, kunjua uso wako, uolewe nani? anaoa kisirani, toka kwa jina Yesu. <coughs> masomo yafanane, hata ukienda kwenye msiba, zungumza masomo yanayofanana na msiba. Usiende kwenye msiba wa watu ukasema msiba wewe wewe, utapata tabu mpaka utaelewa. Amen. Umri miaka 60 unaenda wapi? Ukitembea kama unacheza stepu eh? mwanamke miaka hamsini na tano, maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Unapokelewa na nani? Parachichi zote zimeanguka eh? Mtu akikwambia ondoka, mwambie nirudishie parachichi zangu zisimame vilevile. Unatazama mitume na manabii nao wamechoka. <laughs> Wewe ukipeleka shida yako anakushangaa, huyu vipi? Nasio tumechoka huku kwa. <laughs> Hiyo ombeni nanyi mtapewa, tafuta. Kuna kuchoka ni jambo la kimwili. Huwezi kuomba hapa kanisa likajengwa, mpaka utafute hela, sio haleluya jenga kanisa. Mtakufa na kanisa alipo funga hata miaka mingapi, tafuta na hela. Amen. Ndio maana vijana kama hawana hela wanatengeneza bonge la Wallet eh. Wallet hilo hamna kitu, vitambulisho vya nida na mpiga kura. Anatengeneza ulinzi tu. Wakina mama mipochi hiyo hamna kitu, mna mnawanja na lipstick tu. Anatengeneza ulinzi, mwambie jirani yako ni ulinzi tu <laughs> <laughs> itoto isiyokwenda kanisa, umefuga nyoka ndani ya familia <laughs> na hiyo mitoto itakusumbua. Ndio maana siku hizi wazazi wanatembea na funguo, akiingia chumbani krok, akichukua cha kuchukua akirudi krok, kwa sababu yuko na nyoka. Heri kurara kwenye kona ya nyumba kule juu kuliko kulala kwenye kitanda kizuri na mwanamke mgomvi. <coughs> <coughs> Wanawake hawahitaji mali sana, wanahitaji mahaba. Mahaba amen! Hata kama mnalala chini, anahitaji mahaba. Mimi mke wangu hapa aliniona bonge la giant, kimo hiki hiki, aliniweka kwenye viwango. Ile pendo la wazimu, usikii uambiwe, uoni mpaka muoane. Hata kama ana mgumu mbamba kama mkono, utaona kama guu la tembo Utaliona wakati mmeenda sieta, kumbe una mguu mwembamba. Pendo kila mtu alipata mke wake mahali pake. Kwenye msiba nyie mnalia, anapata demu jamaa. Hapa ningewasimamisha kila mmoja, hata bishop aseme alimuona wapi, ungecheka. Kwenye ajali nyie mnasikitika, naomba namba ya simu, namba yako. Hata hapa wengine wanapata mademu hapa hapa. Tunakula ubwa, anapata demu huko. Hapo peke yako. Mimi mke wangu nilimpata hospitali, daktari. Nimeenda kutibiwa nikamwambia, tulia kwanza na ugonjwa mwingine ule ugonjwa wote ulipona nilipomwona, nywele kama Mwarabu, bonge la guu, mke wa mwenye nguvu, mke wa mshua eh. <laughs> Nikamwambia tulia, usinitibu ule ugonjwa, kidogo umetulia. Daktari akasema wewe una akili au una akili ngaza? Tulia kidogo, kumbuka lile pendo la mwanzo, mlikuwa mnakula mate, limeishia wapi? Yale majina ya mwanzo kwa namuita, yameishia wapi? Yale majina ya mwanzo, yale blanketi, sweet bread <laughs> <laughs> Sasa wewe mke wako kuheshimu kwa kipi? Akisema naomba ya mafuta, sina. Ana nini? Sina ile sina mshi. Anajiuliza, nimeolewa na, na John sina, nimeolewa na nani yani? E, kila kitu sina, sina. Sasa wewe mwana nieleka, nimempata wapi John sina? <toduling> Wanjohi. Sasa wewe fikiria mtoto anaitwa Wanjohi Wakati wazazi, baba na mama njiye ndio Wanjohi, huyu mtoto iyo Wanjohi munaitoa wapi? wa kwake ndio? <laughs> <laughs> maana kuna nyumba zingine, yani pesa kuiona pesa kabisa, pesa iko ndani ya simu. <laughs> <laughs> zinatoka kwa matumizi hapo hapo, zilizobaki zinarudi kwenye simu. Halafu simu yenyewe ina password kama flyover za Nairobi. Yani, yani, yani lazima aende kisi arudi Kisumu, aende Mombasa arudi pa Mombasa rodi aende hivi, yani mpaka simu imefunguka kabla password, ya kuwasha ile password anatuliza kichwa kwanza. <laughs> <laughs> Wako kabisa, mke wako wa ndoa kabisa uliyesema na kupenda mpaka kufa, amekosea kidogo, unapiga mpaka unakaribia kuua mke, kisa amevuja chupa ya chai mm. Yani kwake, oh, chupa ya chai ya thamani kuliko mke, kisa sijui <laughs> ikaendesha gari kagonga, <laughs> yani gari la thamani kuliko mke kisa vitu fulani ambavyo havikwenda sawa, mtu anapiga mpaka anataka kuua kwa ajili ya vitu. Mtu anam, anamzira mtoto wake kabisa, anamwambia kwanzia leo wewe sio mwanangu kabisa, kisa kachukua gari bila ruhusa. Kwa hiyo bora abaki na gari nyumbani, mtoto aondoke. Yani heshima ya yani... mumeo <coughs> Mmemzidi. Hata kama imekuwaje, huyo ni mumeo. Mungu ndiye aliyekupa. Kuna wenzako wanang'ata mpaka vinyonga wapate wanaume. Kuna wenzako wanamaliza waganga wote Dar es Salaam, wanataka kuhamia Tanga na Msumbawanga, hawapati <coughs> <coughs> wanawake, mnaonaje siku moja moja tuwe tunawaachia simu zetu? Wangapi wanasema hiyo sawa? Namsikia mama mmoja kwa nasema hawawezi. <laughs> Na nye mabinti mulioko hapa amba munanisikiliza, ebu wakati mwingine kweni na huruma na hao kaka zenu. Kweni na huruma. Yaani, unaenda hapo unachukua kitu bule. Unafikiri yeye anaduka ana, ana kiwanda? Unachukua gauni bule, Unachukua viatu bule, unarembo unasema yule, yani <laughs> ni kaka yangu, shindwa kabisa. Kaka zako uliozaliwa nao mbona wakupi simba? We ndugu zangu, mimi pia ni mpenzi wa uh -huh. mimi pia ni mpenzi wa mimi pia ni mpenzi wa michezo ndugu zangu

Hey. O oh, wanaokudai waambie nioe, mimi nimeiva, nasubiri kuliwa, hey. Lakini siliwi polini, hey, naliwa baada ya mchungaji kutia sahihi na mimi kutia sahihi kwamba nenda binti yangu kaliwe kwa amani, nikaliwe nyumbani, siyo mtu nachezewa hovyo hovyo hovyo mitaani hey, <laughs> Unashangaa, alikuwa anafika nyumbani saa kumi saa kumi na moja akitoka kazini, leo anaingia saa mbili Unamuuliza, leo mlichelewa? Nasema tulitoka muda uleule ule, mbona leo anasema ee, na wewe, kwani mi niwe nashinda hapa? Nimekuwa paka sasa hii hii imetoka wapi tena hii? Zamani alikuwa anakushirikisha kipata mshahara, leo hata mshahara huoni, mambo yanaenda kimya kimya. Zamani alikuwa ya anakushirikisha vitu fulani fulani. Mwigizaji amechoka, ukimkanyaga unaambulia tusi moja la nguvu. Paka, unashangaa ni yule ambaye alikuwa ananiomba msamani kimkanyaga, leo amekuwa tofauti. Mwigizaji siku zote huchoka. <coughs>